ni majaliwa yake Mungu we kuona mwaka. Mwaka heri ya mwaka mpya msikilizaji, na kutakia mwaka mpya mwema, uwe na amani ya moyo, afya njema, mawazo mapya na mafanikio kwa kila jambo lako. Msikilizaji wangu, hii ni simulizi fupi tu, sikiliza pole pole kama unakunywa maji safi na salama ndani ya chupa. Mm. Mwandishi ni MJM. Burudani itakusisimua na kukuburudisha. Usisahau ku like na kusubscribe. Sawa eh? Naam, msikilizaji, Elina ni msichana mrembo sana, ana miaka ishirini na nne tu. Ni yatima amelelewa na kusomeshwa na, na kituo cha kulelea mayatima hapa mjini. Pamoja na kuwa ni yatima, Elina alitamba kwa wasomi wenzake walipokutana kwenye geto la mmoja wao baada ya kumaliza chuo. Nikwambieni kitu, kila nikijiangalia mwenyewe kwenye kioo naona kabisa siku moja nitakuwa mwanamtindo mkubwa ndani na nje ya Tanzania. Nyiye subirini tu, Doro alisema. Ah, wapi! Wako mwenyewe ndio huyo Sebastiano anakuvizia tu huyo, iko siku akikupata anakula vyake anasepa. Meki naye alisema hmm, eti mwana mitindo mwanamitindo hiyo kweli? Hivi yule fundi wako kasoma kweli au ndio baada ya kufeli kakimbilia ufundi? Haloo, tutastajabu ya Musa mwaka huu 2026. Lidia naye hakunyamaza, hm, unamwacha Tony ana sasampa, unang'ang'aniana una na mafundi nguo haya yetu macho. Toni kiukweli si kijana mbaya, ni saizi yake kabisa. Elina ni msomi pia, ana mali nyingi sana kupitia wazazi wake, lakini muhuni. Kila mwanamke akimkubali anapita naye, lakini pia moyo wa Elina umemkataa kabisa kabisa. Siku kadhaa zilizopita, bilionia Toni alikuwa anampigia simu Elina kila mara alitumia pesa zake kuipata namba ya Elina. Elina please, mwaka mpya huu nataka uwe wangu, nitakupa kila kitu, kila kitu. Au pesa peke yake? Sihitaji pesa yako mimi nayo. Msikilizaji, Sebastiano ni kijana msomi, ana miaka ishirini na nane. Alipomaliza chuo hakutafuta ajira hata kidogo. Alipambania ndoto yake, alienda VETA kujifunza ufundi wa kushona nguo. Alifanikiwa kupata ujuzi wa kubuni na kushona mavazi ya harusi, mavazi ya mastaa pamoja na maraisi. Siku ya kwanza Elina anaingia kwenye ofisi ya Sebastiano ya kushona aliyoipa jina Seba Kushona, ni siku ambayo rafiki yake alikuwa anafunga ndoa. Dakika za mwishoni kabisa, Elina alipewa taarifa ya harusi na kitambaa cha kushona. Alipewa na onyo kali juu, Ellina usipokuja kwenye harusi yangu tusijuane tena, Metusela we Metusela. Alikuwa mdada mpole, mtu wa watu, alikuwa anashirikiana na kila mtu, jambo lako jambo lake. Ni vigumu siku yake hiyo ya ndoa amwalike mtu asiende kwenye ndoa yake. Elina na Metu walilea pamoja kwenye kituo cha watoto yatima. Imagine, lawama hii lazima niende harusini. Elina aliwaza, alianda kwenye mitaa inayosifika kwa mafundi ngungui wa nguo za aina zote. Ndipo Elina alifika kwenye ofisi ya Sebastian watu walikuwa wengi mno, lakini Seba alipomwona tu Elina, cha kushangaza alijifanya kama ni ndugu yake, dada Mao mama jambo. Elina alisita kidogo, lakini haraka akili ya kisomi ikamjia, naye alisikia pale watu wakimwita fundi kwa jina lake. Haraka akasema, mama jambo kakaSeba. Kisha fundi akatoka mule ofisini akamshika mkono Elina, wakaenda kukaa mgahawa wa karibu. Elina alicheka sana na kusema, fundi, we kiboko lakini fundi, mbona umenichagua kunisaidia mimi kwenye umati wote ule? Sister, acha tu hela nazitaka, lakini nimechoka sana. hebu nione kitambaa chako. Ellina akatoa kitambaa kwenye mfuko. kizuri sana sasa. wewe nenda nipe namba yako, nguo ikiwa tayari nitakujulisha. sio lazima uje, nitatuma bolti itakuletea. Akainuka. Ellina alishangaa na kumuuliza fundi Mbona hujanipima mama? Nishakupima na macho, usijali, niamini. Basi hivyo ndivyo ilivyokuwa. Sebastiano alimshonea Elina nguo nzuri sana ya kuvaa harusini. Siku ile ile alimtumia kwa bolti, na pesa ya mashono akaikataa Elina, nimekupa ofa, nifanye niwe fundi wako. Sawa sawa Seba, tupo pamoja. Naam, msikilizaji Biton alibaki kunung'unika, Ellina, unamchagua fundi maskini naniacha mimi? Yes, he is my hero. Fundi ananiweka sawa moyoni, sio mfukoni. Mm, sina haja na pesa zako. Naam, ni majuzi tu Ellina alipeleka kwa Seba kauli tu kwamba anataka vazi zuri la mkesha wa mwaka mpya Maliza kila kitu, halafu utanipa gharama zako, yani kitambaa, kila kitu kwako. Ellina, sikuonyee hapa, ujue, usijali, mimi nitakuwa nawe hadi ufike mbali. Fundi, unamaanisha unazijua ndoto zangu za kuwa mwanamitindo? Haswa, ndio maana anaweza kukuandalia vazi bila kukupima. Da, Mungu mwema. Kwa hiyo Sebastian, 2026 yetu, eh? Ndiyo. Elina, tumeshafika ni kuongeza bidii katika kazi zetu. Asante Sebastiano, hata mimi najiona huko na dunia itakuona Elina. Basi bwana wawili hawa walipata nafasi nyingine, walikaa pamoja sehemu tulivu, kila mmoja alimfahamu mwenzake vizuri kabisa. Seba kama mwanaume hakuficha hisia zake na wala hakujiweka nyuma, alijiamini, alitoa la moyoni. Sebastiani, mimi huenda siko sawa, hisia zangu kwako, kiukweli siku ya kwanza nilipokuona, mpaka hivi leo upo machoni mwangu na moyoni mwangu, nakupenda pia. Sebastiani alifurahi sana, alisimama akamkumbatia Ellina kwa hisia kali. Kwenye mfuko aliyokuja nao, alitoa gauni nzuri sana. Mke wangu, hili gauni lako na kuvaa siku ya mwaka mpya. Asante sana Seba, mpenzi wangu, yaani kwa macho tu unanijulia hivi? Ya wewe ni ubavu wangu nisikujue kwa nini? Chochote niambie, mazingira yangu ya kazi yasikutishe mimi, naweza sawa. Bilionea alipoona Ellina amemchagua Sebastiano kabisa, hasira zilimvaa kama moto kwa nguvu ya pesa alitumia watu usiku wa manane, waliharibu mashine na vitambaa kwenye ofisi ya Sebastiano. Jambo halikumumiza sana Sebastiano, kwani alikuwa tayari ana ofisi nyingine mpya, ilikuwa inatengenezwa kisasa na vifaa vilikuwa njiani kutoka Uturuki na China. Bilionea alifanya jaribio lingine, masaa machache kabla ya kumaliza mwaka alimteka Ellina. Bahati nzuri, tukio lilionekana kwa wasamaria wema. Walimjulisha seba haraka. Seba alikuwa na mifumo yake ya kiusalama, ndani ya muda mfupi tu alitoa taarifa. Doria ya usalama ilifika kwenye hoteli ambayo bilioni Antoni alipanga kumficha Elina. Bilioni Antoni alikimbia, ndipo Elina aliokolewa. Elina alipomwona Sebastian alimkimbilia, alimkumbatia kwa nguvu, huku machozi yakimtoka. Nilipigania penzi letu Seba nitakulinda daima, Ellina. Na msikilizaji, saa sita usiku na dakika moja mwishoni kabisa mwa mwaka, Ellina alikuwa babuni mwa Seba, mchumba wake, rafiki yake na mshirika wa ndoto yake. Ellina ndani ya gauni zuri la ubunifu waligonga chiazi kama zote, ni kumbukumbu ya matukio yaliyotokea mwishoni mwa miaka iliyopita ambayo imewafikisha hapa siku ya leo Ellina na Sebastian. Sasa wana brand yao kubwa sana ya mavazi, wana mkwanja mrefu, nyumba za kifahari na magari. Na msikilizaji, kama Mungu kakupa pumzi na afya njema, pambania ndoto yako. Hakuna kazi ya halali isiyo na matokeo mazuri, ni subira tu. Huu ndio mwisho wa simulizi fupi, Elina. Thank you for listening. Happy New Year. Bye bye.